Kikosi cha Young African sports club kesho majira ya saa tatu kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huo. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wa wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Kuwa, mchezaji kama Lassine Kouma wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe kumi na nane kwa mujibu wa kalenda ya FIFA, lakini wachezaji hawa tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika in terms of logistic ya safari kutoka katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko mpaka Zanzibar, hawatapitia hapa Dar es Salaam watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa ukiangalia kimahesabu hapo, tutakuwa na siku tatu 19, 20 na 21. tutakuwa na siku tatu, ishirini na moja. Tutakuwa na simu siku tatu kwa timu yetu yote kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat lakini asilimia kubwa wanasafiri siku ya kesho.